Kwenye hii video ninataka nikuelezee namna ambavyo unaweza ukawafuga e, kuku chotara kwa ajili ya nyama na jinsi gani utaweza kupunguza bajeti ya kuwafuga hawa kuku ili uweze kuwauza kwa faida kubwa. Pia nitakwambia hawa kuku ni sehemu gani nzuri ambayo unaweza ukawauza na ukapata faida vizuri kabisa. Aa, tumezoea kwamba kuna kuku kama aina tatu hivi hapa nchini kuna kuku wa nyama ambao ni broiler, wale wanakwaga ni kuku weupe. Kwa mfano hawa ambao unawaona hapa kwenye hii video hawa ni, ni broiler. Hawa kuku ni maalum kwa ajili ya nyama, lakini pia tunao kuku E, wa mayai layers au kuku ni kwa ajili ya kutaga mayai tu e, manake kibiashara mtu anapowafanya kibiashara e, lengo lake kubwa linakuwa ni kupata mayai, haimaanishi kwamba wa kuku nyama hawaliwe, hapana. Au kuku akishamaliza muda wao wa kutaga, wao wanauzwa na wanachinja nyama vizuri kabisa, lakini unawafuga maalum kwa ajili ya kutaga mayai, na kama utawatumia kwenye nyama basi we, kutokana na matuzo yake na uleaji wake unaweza ukapata hasara na ukachukua muda mrefu sana kuwafuga eh, kuwafuga. Lakini pia tunao kuku chotara au kuku chotara. Ni kuku ambao wapo katikati ya kuku wa nyama na kuku wa mayai. Ni kuku ambao unaweza ukawatumia kwa ajili ya nyama, lakini pia ni kuku ambao unaweza ukawatumia kwa ajili ya, ya mayai. Sasa kwenye hii video ya leo hii ninataka nikuelekeze ni namna gani unaweza ukawatumia hawa kuku chotara kwa ajili ya nyama. Kwanza nianze kukuelekeza kitu kimoja ambacho wafugaji wengi sana huwa wanachanganya kwenye hawa kuku chotara uh, ukizungumzia kuku chotara, huko ndani kuna makampuni mengi sana ambayo yanazalisha hawa kuku. Sasa haya makampuni yamebatiza majina tofauti tofauti ya kuku wao kwa mfano ndio utakutana na, e, kuku kama vile Kroila, utakutana na kuku kama vile Sasso, utakutana na kuku kama vile Tani bro, utakutana na kuku kama vile kuna Keni bro, siju kuna kuku wa Malawi. Hawa wote ni kuku chotala, ila tu wanazalishwa na makampuni tofauti tofauti kwa mfano e, kampuni ya Silverland yenyewe inazalisha kuku wake wa chotala, inawaita sasso. lakini pia e, kuna hawa Interchick ambao wao wanazalisha E, hawa kuku wanawaita tani blo kwa Tanzania, lakini ukienda kule Kenya kuku hawa, hawa wanawaita keni blo. Kwa hiyo haya ni majina tu, lakini asili na sifa za hawa kuku zinafanana wote. Maana yake kwa mfano uh, ukizungumzia sasa, ukizungumzia tani bro, ukizungumzia labda kroila wanafanana, lakini kwa sababu huyu kuku lengo lake kubwa atoe matokeo mawili, atage vizuri, lakini pia awe na uwezo wa kuwa na umbile kubwa ambalo unaweza ukapata e, nyama ndani ya muda mfupi. Tunajua kwamba e, kuku ambao tunawafuga Tanzania e, wa asili kabisa hawa tunawaita kuku wa kienyeji. Wao e, sio wazuri sana kibiashara kwa sababu kwanza wanachelewa kukua. Unaweza ukaona a, kuku kupata uzito wa kilo moja ni baada ya miezi miwili au miezi mitatu, lakini wao wakaboresha, ndo akamleta huku kuku chotala ambaye atakuwa na sifa za kuku wa kienyeji, lakini ataboreshwa baadhi ya mazingira. Mazingira ambayo wameboreshwa ndio ni hayo, kukua kwa haraka eh. Kwa mfano tu hawa kuku eh, wakifika siku arobaini wanakuwa wamesha vuka kilo moja, unaweza ukaona kama hivyo, lakini pia Uh, mazingira mengine ambayo yameboreshwa kwa huyu kuku ni kwamba utagaji wake, hatagi kama kuku wa kienyeji ambaye anataga labda mayai 14 anayalalia. Huyu kuku anataga mfululizo, halali mayai yake. Kwa hiyo unaweza ukaona hii sifa inafanana kabisa na wale kuku wa mayai, na sifa ya ukuaji inafanana kabisa na hawa kuku wa nyama. Ndio maana tumemwita chotara kwamba amechukua huu eh, upande wa nyama, lakini pia amechukua huu upande wa layers kwa ajili ya kutaga. Aa, sasa kwa kuanzia, labda hawa kuku wanahitaji chakula bora ili waweze kutaga kuku chotara. Lakini uh, wafugaji wengi sana hawa kuku ni yaani, kama vile naweza nikasema ni utamaduni wa wafugaji wengi, huwa wanawachanganyia chakula hawa kuku wakifikisha kuanzia kati ya siku ya ishirini na nne mpaka siku ya thelathini na tano au wengine wanaenda hadi siku ya arobaini pale mara nyingi sana unakuta wafugaji wengi huwa wanawachanganyia chakula hawa kuku. Naposema kuwachanganyia kuku hawa chakula namaanisha kwamba e, unachukua pumba na vinilishe vingine kwa kiwango sahihi, unachanganyia, unaanza kuwapatia. Na lengo kubwa huwa linakuwa ni kupunguza gharama za ufugaji kwa sababu hawa kuku wanakubali vizuri kabisa, kama utawachanganyia chakula tofauti na broiler. Broiler kama unachanganya chakula basi, unahitaji e, upate ushauri wa mtaalamu au uwe na uwezo mkubwa sana e, wa kuweza kuwachanganyia chakula. Kama utashindwa, broiler uzito wake huwa unarudi nyuma. Kwa hiyo mara nyingi unajikuta e, wafugaji wengi wa broiler wao huwa wanapenda kutumia vyakula vya dukani. Unaposema vyakula vya dukani ni vyakula ambavyo vinatengenezwa na makampuni kwa uangalifu mkubwa sana. Kwa hiyo ni vyakula ambavyo tuna uhakika kabisa vina usahihi mkubwa sana wa viinilishe tofauti na vile ambavyo e, mtu akichanganya tu kwa njia ya kawaida. Ndio maana huwa tunashauri sana e, vile vyakula vi, viweze kutumika hata kwa, kwa, kwa kuku hawa chotara. E, akiwa bado kifaranga mdogo, maana yake utampa chakula cha dukani, starter ya dukani, na akifika umri wa kumbadilishia grower, utambadilishia kwa huo mwingine, kwa sababu ya uwezo wa kinga wa wao wa kuku na uwezo wao wa kukua katika mazingira magumu, basi wanawachanganyia chakula. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo ninazungumzia hapa, kutaka kuwafuga hawa kuku kwa ajili ya nyama, unapaswa kuwa na kanuni sahihi kabisa ya kuwachanganyia hawa kuku chakula ili uweze kupata matokeo. Kama utakuwa huna kanuni bora ya kuwachanganyia hawa kuku chakula, unawachanganyia ili mradi tu iende utapata changamoto kubwa sana kwenye ukuaji na utashindwa kuwauza kwenye ile, e, siku ambayo inatakiwa uwauze hawa kuku wakiwa na ile gharama. Unaweza ukawa umetumia gharama kubwa, lakini kuku hawajaongezeka uzito wote ule. Lakini pia um, unaweza ukatengeneza magonjwa kwa hawa kuku kama utashindwa kutengeneza chakula kwa hiyo unahitaji chakula bora kabisa. Mimi binafsi naweza nikakushauri ukatumia kanuni ya kwetu sisi King of Farm, ambayo ipo kwenye... hii kanuni ina ubora wa kiwango kikubwa kabisa, lakini pia e, kwenye hiki kitabu utapata mafunzo mengine. Hiki kitabu kinapatikana soft copy kwa shilingi elfu kumi. E, kwa hili jambo la chakula ni jambo muhimu sana, wachanganyie chakula bora ili waweze kukua vizuri. Uh, yawezekana ukatumia chakula cha dukani lakini chakula cha dukani kitakuja kukuongezea gharama kubwa sana kwa sababu kwenye umda hawa kuku huwa wanakula sana. Kwa hiyo njia pekee ambayo tunatumia ni kualisha e, chakula ambacho tumechanganya sisi wenyewe ili kuweza kupunguza gharama. Kwa mfano ukiwa na e, kanuni ya Kingo Farm kabla ya kununua mfuko wako labda elfu tisini na mbili au elfu tisini dukani, ukichanganya chakula utaweza kutumia nusu ya hiyo gharama, yani kati ya 1045 mpaka 1035 ukiwa okay, Umechanganya na jambo jingine, ujitahidi sana kuwapatia booster za asili. Tumia booster za asili hawa kuku. Kwaza kabisa, uzuri wa hizi booster pia uaga, zinakuaga ni kinga za magonjwa, kama vile ya mafua eh, magonjwa mengine ya virusi na magonjwa mengi sana. Hizi tiba zote utazipata kwenye kitabu cha tiba za asili asili. Hichi kitabu, kita wa kitabu kinauzwa shilingi elfu kumi, tunakupatia kwa mfumo wa e, soft copy. Aa, ni muhimu sana kwa mfugaji yeyote yule kuwa na hivi vitabu viwili cha safari ya ufugaji pia na tiba za asili kwa sababu hichi tiba za asili kitakusaidia kutibu magonjwa, lakini pia hiki safari ya ufugaji kitakusaidia kuchanganya chakula na mambo mengine mengi ambayo yapo kwenye hiki kitabu. Aa, hiyo ndio siri ya mafanikio, na wapo wafugaji wengi ambao wapo kwenye kundi letu la ufugaji wanawafuga hawa kuku chotara kwa ajili ya nyama wakifikisha siku ya 40 mpaka siku ya 45 huwa wanawaingiza sokoni, na uzuri bei ambayo wanawauza ni kati ya 10000 mpaka 12000 wanawauzia watu wanaenda kuachinja vizuri kabisa. Kuku yoyote yule anafaa kumfuga kwa ajili ya nyama, ili mradi awe chotara, awe tani blow, awe kroila, awe sasso, yoyote yule atakufaa, ili mradi tu umefuata kanuni bora, umempa chakula bora, lakini pia umempa booster za asili. baadhi ya booster za asili ambazo ninaweza nikakwambia hapa kwa haraka ni kama vile e, tangawizi, vitunguu saumu, pilipili, kuna karoti. Hizi zote ni e, booster za asili ambazo zitamsaidia kuku wako kukua kwa haraka zaidi. Na kama utajiunga na kundi letu la Kingo Farm, basi utaweza kupata maelekezo kwa undani kabisa namna ambavyo utawapa kipimo gani na waze kuwapa wakiwa na umri gani. Lakini pia tutakuelekeza namna ambavyo unawapokea hawa vifaranga, unawalea mpaka wanafika siku ya arobaini kwao. Kwa yoyote, kwa yule ambaye anataka labda tunasema full package, maana yake atapata vitabu viwili ambavyo jumla yake ni shilingi elfu ishirini, lakini pia atajiunga na kundi kwa shilingi elfu tano uh, ao ukijiunga na kundi kwa shilingi elfu tano na hiyo elfu ishirini jumla elfu ishirini na tano utapata mafunzo yote ya kumlea huyu kuku mpaka anafika umri wa kuweza kumuingiza sokoni, kumuuza kama kuku wa nyama. Kwa nini tufuge hawa kuku kama kuku wa nyama? Kwa sababu e, watu wengi sana hawapendi, uh, hawapendi kumfuga broila. Lakini huyu kuku chotala anafikia uzito wa kuku wa kienyeji na sifa za kuku wa kienyeji ndani ya siku 40 hadi siku 45. Kwa hiyo huu kuku, hata wale wanaochinja wanamchinja kama vile kuku wa kienyeji. Ndio maana huu kuku anapendwa sana sokoni, ukimpeleka kumuuza sokoni, akifikisha huo umri, basi utapata wateja sana, na kitu kingine ni kwamba faida ya kufuga broiler inakuwa finyu sana, lakini ni kuibie siri tu, kama utamfikisha huu kuku usiku wa 40 hadi 45 ukamuuza, faida yake huwa inakuwa ni kubwa sana ukilinganisha na ile faida ambayo ipo kule kwenye broiler. Ukifuata mwongozo wetu wa Kingo Farm utakuwa umetumia gharama ndogo sana mpaka unamwingiza sokoni huyu kuku ili uweze kumuuza kwa ajili ya nyama.